Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tumtazame rais wa Korea ya Kaskazini, Kim Jong Un. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Kwa sasa inaonekana kuwa rasi nzima ya Korea ni kama vile ipo tulivu na imetulia kabisa, lakini kwa upande wake rais wa Korea ya Kaskazini Kim Jong Un wala hajatulia. Katika siku za hivi karibuni, rais huyo wa Korea ya Kaskazini Kim Jong Un amekuwa na kazi maalum ya kufanya majaribio ya kurusha makombora mbalimbali mbali ambayo baadhi ya makombora hayo mpaka sasa hayaeleweki ni makombora ya aina gani. Siku ya Jumatano, rais huyo alishuhudia urushaji wa makombora ambayo, kwa mujibu wa kiongozi huyo, amesema kwamba bado nchi yake inahitaji kuwa na ulinzi wa kutosha, hivyo wanapaswa kuyajaribu makombora yote yaliyotengenezwa ili yali kufahamu uwezo wa makombora hayo. Hata hivyo, ripoti inaeleza kwamba silaha hizo ambazo zimekuwa zikifanyiwa majaribio huenda zikatumwa nchini Iran, na hii ni kwa sababu ya kile kinachodaiwa kuwa Israel ina mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Na katika siku ya Alhamisi, Korea ya Kaskazini chini ya Kim Jong Un imefanya jaribio lingine la kombora ambalo bado halijajulikana kuwa ni kombora la aina gani huku ikidaiwa kuwa lilikuwa ni kombora la nyuklia. Korea ya Kaskazini ilirusha makombora mbalimbali ya masafa mafupi ya balistics pamoja na silaha za masafa marefu ili kutathmini utayari wa vikosi vya nyuklia vya nchi hiyo ya Korea ya Kaskazini. Hayo ni kulingana na chombo cha habari cha Korea ya Kaskazini cha KCNA ambacho kimeripoti. Majaribio ya makombora hayo ya Korea ya Kaskazini yamesababisha vitisho kwa baadhi ya nchi ikiwemo Japan. Korea ya Kaskazini inadaiwa kuwa ni nchi iliyojaa vitisho, huku makombora hayo yakidaiwa kuruka umbali wa kilometa 800 kabla ya kutua baharini. Kim Jong Un alisema kuwa hitaji la kuongeza uwezo wa mashambulizi na ufanisi wa vita upo tayari kwa taifa hilo la Korea ya Kaskazini. Korea ya Kim Jong Un mara kwa mara imekuwa ikilaani mazoezi ya pamoja ambayo hufanywa baina ya vikosi vya jeshi la Marekani pamoja na vikosi vya jeshi la Korea ya Kusini, akisema kuwa mazoezi hayo ni sawa na uchochezi. Pia itakumbukwa kuwa Urusi kupitia mkataba wao wa pamoja wa ulinzi na Korea ya Kaskazini, Urusi iliahidi kuisaidia Korea ya Kaskazini katika mapambano endapo taifa hilo litapata shambulizi. Mkataba huo unalazimisha moja kwa moja nchi hizo kupeana msaada wa kijeshi wa haraka pindi mmoja kati yao atakaposhambuliwa. Mkataba huo uliotiwa saini baina ya rais wa Urusi bwana Vladimir Putin na mwenzake wa Korea ya Kaskazini Kim Jong Un ulisainiwa mnamo Juni mwaka jana 2024. Mfuatiliaji wa Fupi Midia, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu ambapo Kim Jong Un bado anazidi kuyaweka roho juu mataifa mbalimbali kufuatia majaribio ya mara kwa mara ya makombora ya hatari zaidi. Basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.